Muda mchache baada ya Gachagua kuzindua chama chake cha DCP kwenye barabara ya Musa Gitau mtaa wa Lavington, hali ya vuta ni kuvute ilishuhudiwa, wahuni wakitaka kuingia kwenye makao makuu ya chama hicho kwa nguvu. Rabsha hiyo ilimlazimu Rigathi Gachagua kusitisha msafara wake uliokuwa tayari kuondoka na hivyo ilimlazimu kurejea ofisini mwake. Hali ya utulivu iliporejea, Gachagua na wandani wake wakiwa tayari kwa mara ya pili kurejelea safari yao, wahuni hao walizua vurugu kwa mara ya pili, huku walinzi wa Gachagua wakilazimika kukabiliana na vijana hao. Mawe yalirushwa angani, wakati mmoja walinzi hao wakilazimika kufyatua risasi angani. Hali hiyo ya vuta ni kuvuta ikiendelea kwa muda, mmoja wa wahuni hao walijipata pabaya. Hii si mara ya kwanza vurugu kuzuka katika hafla iliyohudhuriwa na Rigathi Gachagua, kwani mwaka jana vurugu zilizuka kwenye hafla ya mazishi eneo bunge la Limuru, kaunti ya Kiambu. Isitoshe, alipohudhuria hafla ya kanisa eneo la Shamata, kaunti ya Nyandarua, wahuni vile vilevile walizua vurugu. Mapema mwaka huu kundi la vijana lilivamia kanisa la PCEA Mwiki wakati ambapo Gachagua alihudhuria ibada ya kanisa. Wakati huo Gachagua akisuta serikali kwa kuwa na njama dhidi ya maisha yake yote tisa. Swali ni je, ni nani anawatuma vijana hao na ni lini vijana watasita kutumika kuzua vurugu?